back again. Dolphin boots. Now see the end of my Kobe. Hey, we back again. Okay. Dolphin boots, aka watu wawili rafiki tu. Yule ni manzi wako? Hapana no. Yule ni manzi wako? Rafiki tu. Mase manzi wangu yuko. Mona, hata yeye anamjua. Ni rafiki tu. Yule ni manzi wako? Hapana no. Yule ni manzi wako? Rafiki tu, mase manzi wangu yuko Umetoka kuwasikiliza machalii wawili wakikwambia ni rafiki tu, wakitufungulia episodi yetu ya 33 ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the rap addict. Ni kukaribisha sana wewe msikilizaji wangu katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. Bila kupoteza muda, mada ambayo tunazungumzia siku ya leo ni mada inayohusiana na urafiki, lakini urafiki huu ni urafiki wa aina gani? Urafiki huu ni urafiki wa watu wawili ambao wana jinsia mbili tofauti lakini kila mmoja wao kati ya hao watu wawili yupo kwenye relationship yake na mtu mwingine, mbali na huyu rafiki yake. Nikimaanisha, let's say kuna kapo ambao ni A na B. A ni mwanaume na B ni mwanamke, na kuna kapo nyingine ambao ni C na D okay? so unakuta huyu mwanaume ambaye yupo kwenye kapo ya kwanza ya A na B, ana urafiki na mwanamke kutoka kwenye kapo nyingine ya C na D. Kwa hiyo A na D ni marafiki, lakini urafiki wao ni urafiki wa kawaida tu. Ni non-sexual relationship. Labda walikuwa pamoja, walisoma pamoja. Unaweza uka, uka affect relationship amba, ukaathiri vipi kwenye uhusiano wao ambao uh, wanaendelea nao na watu wao. Kwa hiyo hiyo ndio mada ambayo nataka kuzungumzia siku hii ya leo, lakini kabla sijaizungumzia hapa, kabla hii siku haijafika ambayo nimeamua kurekodi episode, nishafanya research na kuongea na watu tofauti tofauti kuhusiana na hiki kitu, na wengi wao wamekuwa wakionyesha negative um, response pale ambapo ukizungumzia swala kwamba vipi kama mme wako akiwa na rafiki uh, wa kike ambaye wengine walisoma naye au wanafahamiana naye um, um, yeye, utakua utakuwa huru au utakuwa na shida na kitu kama hicho. Watu wengi wameonekana wanakuwa negative, kwamba wanahisi kwamba hiyo hiyo ni sababu moja wapo ambayo inaweza kampelekea kucheat au kuanzisha familia nje na familia yake ambayo yuko nayo sasa hivi. Kwa hiyo kutokana na hiyo negativity uh, nikaona hii hii mada ya leo ninavyoizungumzia ni base zaidi kwenye kuonyesha zile faida ambazo zinaweza zikapatikana na mtu kuwa na rafiki ambaye ni kutoka kwenye jenda nyingine, kutoka kwenye jinsia nyingine, mbali na yule mtu wake ambaye yuko naye. So let's say mwanaume umeoa uh, lakini una rafiki mwingine ambaye ni mwanamke ambaye naye pengine yupo kwenye relationship na mtu wake, au kaolewa huko pengine pembeni, lakini ni rafiki yako kawaida, naongea vitu vya kawaida vya kila siku. Kwa hiyo uo urafiki wa aina hiyo, je, ni kwanza ni, ni, ni sahihi kuwepo kimaadili pengine, au ni, ni, ni, ni kitu ambacho kinaweza kikakubalika kwamba mke wako naye akajua kabisa kwamba ah, huyu ni rafiki yake, na akawa hana shida na nyiwe wawili kuwa marafiki, na zipi pengine ni faida za kuwepo kwa, kwa, kwa urafiki wa aina hiyo. Kwa hiyo leo episodi hii ya leo imelenga ime, ime au imejikita katika kue, kuelezea faida za aina hii ya urafiki na pengine tukaangazia tuka kidogo kwa nini watu wengi wanakuwa reluctant, watu wengi wanakuwa negative inapokuja suala zima la mtu wake kuwa na urafiki na mtu wa jinsia tofauti. Kwa hiyo stay tuned, i'll be back. Mjengee mwanao utaratibu wa kujisomea kwa kumnunulia vitabu. Wanangu Books ni wasambazaji wa mtandaoni wa vitabu vya kiada na ziada. Kiada kwa maana ya vitabu vinavyokubalika katika mitaala ya shule zinazopatikana katika nchi ya Tanzania ziada kwa maana ya vitabu ambavyo viko nje ya mitaala ya shule lakini vina uwezo wa kumwongezea mwanafunzi ufahamu. So piga namba 0766711848 namba ambayo vile vilevile inapatikana kwenye WhatsApp. Ujipatie kitabu chako leo. Unasikiliza Wanangu Podcast. Kwanza ningependa kuanza kwa kusema kwamba naelewa na, na mtazamo wa wale wote ambao wana wivu na watu wao uh, wale wote ambao wako insecure na watu wao, ambao wanahisi mtu wake akiwa na uhusiano na urafiki na mtu mwingine ambaye ana jinsia tofauti, um, kwamba kuna possibility kubwa anaweza akachit, na waelewa kwa sababu ya climate ambayo tuko nayo, social media, mitandao ya kijamii um, internet na hizi simu za mkononi zimerahisisha sana Uh, mawasiliano kati ya mtu na mtu. Kwa hivyo mtu anaweza kawa yupo kwenye relationship na mtu na kumstukia, inaweza kawa ni ngumu sana, kutokana kwamba mawasiliano yamerahisishwa, na anaweza kawa is private is huyo mtu anavyotaka yawe. Na kwa hiyo hizo concern zao ambazo wako nazo kuhusiana na upinga u uh, urafiki wa aina hii nazielewa kwa asilimia mia, mia na kwa asilimia fulani nakubaliana nazo, kwa sababu kuna uhalisia kwenye kwenye hilo ambalo wao wanalizungumzia, na watu wako hivyo, kwa sababu wengine wame experience eh, matatizo ya marafiki zao, umeona, kutoka na ume zao au marafiki zao kuchukua maboyfriend wao au marafiki zao kuchukua magirlfriend wao, kwa hivyo ni vitu ambavyo vipo kila siku. Hata ukisikiliza nyimbo za wasanii ambazo tunasema zina reflect maisha ambayo yanatokea kwenye kwenye jamii yetu. Pia unaona kabisa usaliti wa aina hiyo ni usaliti ambao upo na unafanyika kila siku. Kwa hiyo mtu kuwa na concern against mtu wake kuwa na urafiki na mtu wa jinsia nyingine ni, ni kitu ambacho kinaeleweka tu kwa, kwa hali ya kawaida, lakini kama nilivyosema, nataka hii episode ya leo ijikite kwenye kuangalia faida ya mtu akiwa na uh, urafiki na mtu wa jinsia nyingine mbali na yule mtu wake ambaye uko naye kwa hiyo tuanze kuangalia faida hizo moja baada ya nyingine uh, faida ya kwanza ambayo mi ningeweza kuifikiria moja kwa moja ni kwamba unapokuwa na urafiki na mtu ambaye yupo kwenye situation kama ya kwako na ndio maana hata kwenye mfano wangu nilisema wewe umeoa au umeolewa upo kwenye ndoa au upo kwenye relationship na wewe rafiki yako pia yupo kwenye relationship vile vile sasa kinachotokea mara nyingine ni kwamba mtu anaweza kaa mwepesi zaidi kumwambia kitu rafiki yake kuliko kumwambia mume wake au kumwambia mke wake. Kwa hiyo inaleta ina, ina ule urahisi, inakupa wewe perspective ya mwanamke kwenye, kwenye, kwenye relationship. Kwa hiyo unaweza kuta wewe mke wako ambao uko naye akawa pengine anaogopa au anakuonea aibu au anahisi hautamwelewa kwenye, kwenye jambo fulani lakini hilo jambo likifikishwa kwako na mtu ambaye ni rafiki yako, ambaye anajua hata kikuambia, anakuchana wewe kama rafiki yake tu, hakuna hakuna impact yoyote ambayo itatokea. Ni rahisi wewe kupata perspective, kupata mtazamo wa mwanamke kwenye hilo swala ambalo yeye mnalizungumzia. Kwa hiyo katika hilo, unaweza kujikuta unaimarisha ndoa yako au unaimarisha relationship yako kutokana na mawazo ambayo unapewa na mtu ambaye ni rafiki yako ambaye naye pia yupo kwenye situation ambayo wewe pia unaipitia, ambayo labda sasa ni ndoa au hiyo relationship ambayo uko nayo. Kwa hiyo mawasiliano yanakuwa ni rahisi sana, kwa sababu anajua kukuambia wewe, anakuambia kama mshikaji wake tu, hakwambii kama, there's no interest there, kwamba ah nikimwambia labda atanuna au atafanya nini. Sasa anajua wewe ni rafiki yake, kwa hiyo anakuambia and, kama kama iko wrong, ni rahisi wewe kumwambia bana, hapana, hapo unazingua, iko hivyo. Kwa hiyo ni rahisi nyie kuzungumza Um, kama, kama, kama marafiki kuliko inapokuja kwenye swala la mtu na mke wake au mtu na mme wake. kwa, kwa, kwa baadhi wana uwezo. Ndio maana kila mtu ukiangalia siku hizi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mitandao ya kijamii anasema nime, nimeoa rafiki yangu, nimeolewa na nime, rafiki yangu, nimeoa rafiki yangu. If that was true, nafikiri hii rate ya divorce ambayo tunaiona kwenye mitandao ya kijamii pengine isingekuwa kwa hiki kiwango ambacho kama, ambacho ikiko sahivi, kama kila mtu angekuwa ameoa kwa ile rafiki yake au ameolewa na rafiki yake, ni kwamba kuna vitu vingine ambavyo havisemwi, lakini vipo. Kama communication is a big deal kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ndoa au kwenye relationship, na unapokuwa unapata perspective ya mwanamke au perspective ya mwanaume uh, kutoka kwa rafiki yako kama nilivyosema inakuwa rahisi zaidi wewe kuboresha relationship yako, kwa sababu huyu anakuambia vitu kama vilivyo. Hana interest na wewe, hakuogopi, haku, hajali kwamba utanuna au utafanyaje, umeona? Kwa hiyo, kwa upande mwingine, kuwa na rafiki ambaye ni wa jinsia nyingine, ambaye yupo kwenye situation kama wewe uliokuwa nayo, na kwa sababu ni rafiki yako, atakuwa amekwambia vitu kwenye kwa, kwa kujali kwamba unatakiwa uboreshe uh, relationship uliokuwa nayo. Kwa hiyo, inaweza kuanza kujikuta kwamba unaboresha hiyo relationship based on that based on the fact kwamba una rafiki ambaye yuko kwenye jinsia nyingine ambayo anaweza akakupa wewe mtazamo wa wa mke wako, anaweza akavaa viatu vya mke wako. <laughs> No, hiyo ime sound vibaya. So kwa mara vaa viatu vya mke wako, ni kwamba anaweza aka picture kitu ambacho mke wako anapitia na akakushauri wewe, na wewe ukaelewa na ukakifanyia kazi. Faida nyingine ni kwamba ukiweza kukubaliana kwamba mwenzio ana, ana marafiki ambao ni wa jinsia tofauti na yeye, anafikiri inaweza kaongeza uaminifu zaidi, kwa sababu unakuwa umevuka kile kipengele cha kwamba okay, hastaki kuona na mwanamke mwingine yoyote mbali na mimi au hastaki kuona na marafiki wa kike. Ukiweza kuvuka hiyo stage, nafikiri stage inayofuatia ni ya uaminifu zaidi, ni kwamba I trust you and I trust your decisions. Kwa hiyo as long as ina taarifa uko wapi na unafanya nini mkuu cool. Kwa hiyo nafikiri inaweza ikaongeza uaminifu au kuaminiana zaidi kama hakuna kati yenu ambayo ata, ata take advantage ya hiyo na kubadilisha kuwa kitu kingine. As long as kila mtu atakuwa faithful, naamini inaweza ikaongeza uaminifu zaidi na mkawa mnaaminiana zaidi kuliko hata before ambapo uh, ulikuwa unajistukia stukia kama akiwa na marafiki wa jinsia tofauti na yeye. Faida nyingine nadhani kutokana na ukweli kwamba mapenzi ni ya watu wawili na watu wawili hawa wanatumia vichwa, which means ni vichwa viwili, lakini maisha, maisha yako very complex, very multifaceted, kwa watu wawili kuelewa every aspect of it. Kwa hiyo wakati mwingine it takes another person kuja kukupa wewe wa mtazamo wa, wa jambo fulani, na endapo hilo jambo ukalifanyia kazi, inaweza ikaboresha uhusiano uliokuwa nao kwa hiyo aa marafiki ambao pengine anaweza akawa ni wa jinsia nyingine akakupa wewe mtazamo wa kitu ambacho hujawahi kukifikiria before, na endapo utakifanyia kazi, inapunguza ile mzigo ambao ulitakiwa ufanye wewe tu na mwenzako pia, katika namna ya kutatua hilo jambo, kwa sababu sasa hivi kuna mtu wa tatu ambaye wazo wake unaweza ukalichukua au usilichukue, lakini wakati mwingine naweza ikasaidia kwenye kupunguza ule mzigo wa wewe kutegemea akili yako kufanya kila kitu ambacho kinahusiana na your relationship. Kwa hiyo ni kama unatengeneza some sort of support network ambayo inaweza kakusaidia wewe kwenye ku make decisions, kwenye namna ya ku navigate kwenye relationship, kwa sababu mambo ni mengi, kama nilivyosema, life is very complex, na uwezi kaelewa kila aspect ya maisha, au vichwa viwili peke yake haviwezi ya vikaelewa na kutatua kila aspect ya maisha. Kwa hivyo wakati mwingine unavyopata Uh, inputs kutoka kwa watu wengine ambao na wenyewe wameexperience the same thing, unaweza kuta kwa wewe walitatua hilo tatizo kirahisi sana. Kwa hiyo kukupa wewe, anakupa tu kama dondoo kwamba fanya hivi fanya hivi na hivi, hilo tatizo linaisha tatizo, na unakuta kweli ukijaribu uh, tatizo linaisha. Kwa hiyo ni kama some sort of support network ambao unaweza ukatengeneza as long as you are genuine, as long as you are not using that situation to fabricate hiyo cool. Nafikiri inaweza ikasaidia kupunguza kuondoa ile isolatedness ambayo mko nayo, wewe na mke au mke na mume, na kwa sababu kuna idea inatoka kwa mtu mwingine ambayo, kama nilivyosema, unaweza ukaitumia au usiitumie, lakini endapo pale itakuwa ina manufaa na ukaitumia na ikawafaa, basi inakuwa imesaidia kwenye kupunguza ule mzigo wa watu wawili kusolve kila kitu kinachokuja katika maisha. Unaweza ukaniambia mawazo yako ni, ni yapi kuhusiana na hii topic kama ambavyo nilivyointroduce. Ni, ni kwamba imelenga zaidi kwenye kuprovoke your thoughts kwenye ku, uh, kuchallenge namna ambavyo watu wengi wanafikiri uh, pengine imelenga vilevile vile kwenye kuona mazuri pale ambapo watu wengi wanaona mabaya, na kama binadamu, naamini historically tumekuwa tukimove on kwa, kwa kuchallenge um, yale mawazo ambayo yalikuwa yanaonekana kama ni nomo kama ni ya kawaida. Naamini ukirudisha huko miaka ya nyuma huko, wakati binadamu wanaishi mapangoni, nafikiri kuishi pangoni kulikuwa ni jambo la kawaida, it was just normal. Lakini sasa hivi watu wanaishi kwenye makondo, watu wanaishi kwenye maapartment, sindio? Uh, ni kutokana kwamba kile kilichokuwa cha kawaida kilikuwa challenged na watu walileta mawazo mapya na baadhi ya mawazo mapya yalifanya kazi vizuri, na ndo maana tumepata maendeleo tuliyoyapata. Kwa hiyo hata kwenye social aspect vile tunatakiwa vile, tu push the boundaries pale ambapo tunahisi ndo mwisho wa mawazo yetu kufikiria. Pengine ukipush kidogo, tunaweza tukaona kumbe kuna mwangaza tuka expand our horizons, na, na mwisho wa siku tukajikuta kwamba tunaboresha our relationships na watu ambao tunaishi nao au na watu ambao tumepanga kuishi nao kwa hiyo podcast ya leo hii episode ya leo lengo lake kubwa lilikuwa ni to challenge the way you are thinking. Uh, lakini vile vile to know how you are thinking, kwa maana na, ku, na kuomba kwamba uweze kushare kwenye uh, kwenye channel yetu ya Wanangu Podcast huko Telegram, ili tujue unafikiria nini kuhusiana na hili swala ambalo nilikuwa nalizungumzia. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo, tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 33 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict.